Ni kweli nimejiuzulu. Nimemuomba meya mkuu wa jiji la Berlin kuniachi uh, kuniachilia kutoka kwa uh, sababu mimi mwenyewe uh, niliona kwamba tunaingia sehemu ambapo haitakuwa um, vizuri mimi kwangu kuendelea. Na uamuzi huu haukuwa rahisi kwangu, ni matokeo ya mchakato mrefu, mazungumzo mengi na tathmini za kina na zaidi ya yote imani kwamba uwajibikaji wa kisiasa pia unamaanisha kutambua mipaka yako binafsi. Unajua, mimi mwenyewe niliingia katika siasa nikiwa na lengo la kuunda, kulinda na kuendeleza utamaduni hasa katika nyakati ngumu. Sikutaka kuji, kujiepusha, bali kushiriki katika kutafuta suluhilo endelevu. Kwamba nilikubali kupunguzwa kwa bajeti mwaka 2024 mwaka jana ilikuwa sehemu ya uwajibikaji huu. Eh, niunga mkono uamuzi huu uamuzi wetu wa, wa, wa serikali kwa eh, matumaini ya kuzuia madhara makubwa zaidi na kuweka msingi wa fursa mpya. Na sasa unadhani kwamba kupunguzwa kwa bajeti ilikuwa ni sababu yako kubwa wewe kujiuzulu? Je, mbadala wake ulikuwa, unadhani ulikuwa unafaa kuwa nini kuliko kupunguza bajeti? Hapa ilikuwa swala sio kupunguza bajeti, kwanza, kwa sababu mwaka jana tulipunguza bajeti sawa, tulijua tutaweza kwenda mbele. Ilikuwa ngumu kweli, na watu wali wali iliwagusa uh, uh, ili, ili, uh, institutions huku Berlin sana mabadiliko mabadiliko makubwa yanayotarajiwa sasa, yanachukulia kuwa hayawezi kutetewa kiutamaduni wala kisiasa. Sioni uwezekano wa kujitekeleza na wakati huo huo kutimiza ahadi ya haradhani, kutofunga taasisi yote au kudhoofisha miundo iliyopo. Sasa mabadiliko ni kwamba mimi naona kwamba tukiendelea sasa hivi itabidi tufunge kama opera au theater au institution ambayo anajulikana hapa dunia mzima, watu ambao wanatambua Berlin. Ndio nikaona kwamba sasa hivi hapa uh, ni chukua muzi huo sasa. Mm, unaelekea wapi baada ya hapa kote? Unajua, mimi sasa hivi hapa ni uh, member wa CDU uh, wa Federal Board, um, na huko pia mimi na shika uh, um, na colleague wangu mambo ya utamaduni, inamaanisha kwenye chama sisi tutaendelea kudevelop swala za utamaduni na pia um, government mpya hii hapa, uh, tulikwepo kwenye coalition talks, ambapo mimi pia nilirepresent na wenzangu uh, wengine uh, kwenye hizo coalition talks uh, mambo ya utamaduni inamaanisha kwamba mimi kazi yangu ya kisiasa itaendelea, ila mimi sitakuwa na cheo ambacho, uh, itakuwa ni full-time, uh, politician. Wewe asili yako ni Afrika Mashariki, kule Tanzania, ndio. Kuna vijana ambao wanatoka katika mataifa yao hasa barani Afrika, wanakuja hapa Ulaya, Ujerumani, na wanataka kufanikiwa kama umefanikiwa wewe, pengine una ushauri gani wakuhapa? minaona kwanza kitu cha muhimu ni kwanza kujifunza lugha vizuri, kwa sababu kama uzungumzi kijerumani vizuri, hautaeleweka na hautaelewa, hautaelewa mira na hautaelewa mazungumzo uh, cha pili mi naona ni kwamba mtu lazima ufanye kazi kweli, never give up and keep your bigger picture in mind. Inamaanisha kwamba kwa mfano mimi sasa hivi nilifanya kazi nyingi, nikawa kwenye uh, culture world, nikawa music manager, nikawa ko successful, nikaingia kwenye siasa. Sasa hivi nime step aside, lakini my bigger picture is to make a difference Wageni wengi wanaoingia Ujerumani uh, wana, nikiwemo mimi pia wanasema mm -hmm. kwamba Wajerumani ni wagumu sana katika kuchangamana nao kuinteract nao kwa sababu tu ni ya utamaduni wao. Mi kwangu kidogo ni tofauti kwa sababu um, baba yangu kuwa balozi mi nipata uh, nilizaliwa huko Ujerumani na miaka ya kwanza nilikwepo huko Ujerumani, ndio maana mimi kuona tabia za Wajerumani na nilianza kujifunza nikiwa mdogo nikaenda, nika, nika kindergarten huku Ujerumani, ndio maana ni tabia zao mimi nikazijua from an early stage yeah. asante sana.